Mwongozo wa kujifunza Biblia Machi 28, siku ya Ijumaa. Leo tunafikia tamati ya lesoni hii ya robo ya kwanza mwaka 2025. Kwa somo linalosema upendo ni utimilifu wa sheria. Leo tunaenda kujifunza zaidi. Soma Ellen G. White, hao ndugu zangu walio wadogo ukurasa wa 248 hadi 253 katika Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili. Wale wanaowahudumia wengine watahudumiwa na mchungaji mkuu wao, wenyewe watakunywa maji ya uzima nao watatosheka. Hawatakuwa na shauku ya maburudisho yanayosisimua au kuwa na mabadiliko maishani mwao. Mada kuu itakuwa namna ya kuokoa watu walio tayari kwa upotevu. Mahusiano ya kijamii yatakuwa ya, ya manufaa Upendo wa mkombozi utaivuta mioyo pamoja katika umoja, tunapotambua kuwa tu watendakazi pamoja na Mungu. Ahadi zake hazitasemwa kwa kutojali, zitawaka katika mioyo yetu na kuangaza katika vinywa vyetu. Musa alipoitwa katika utumishi kwa watu waliokuwa wajinga wasio na nidhamu na wenye vurugu Mungu alitoa ahadi uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kutoka 33 ya 14 na Kutoka sura ya 3 ya 12. Ahadi hii ni kwa wote wanaotenda kazi kwa niaba ya Kristo kwa ajili ya walio na huzuni pamoja na wanaoteseka. Ellen G. White, tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 252 na 253. Maswali ya kujadili Soma waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 13 aya ya 4 hadi ya nane. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 13 inafafanuaje aina ya watu tunaopaswa kuwa? Swali la pili, ni nini kinachowatenganisha kondoo na mbuzi katika Mathayo 25 ya 31 hadi 46? Tunawezaje kuelewa kile Yesu anachosema hapa kwa njia ambayo haifundishi wokovu kwa matendo? Swali la tatu ina maana gani kwako kwamba kama tukiupenda ulimwengu kama yeye alivyoupenda tutatimiza kazi yake, tunafaa kwenda mbinguni kwa maana tunayo mbingu katika mioyo yetu? Tazama somo la Alhamis. Hili linafunua nini kuhusu asili ya Mungu na asili ya mbingu yenyewe? Tunawezaje kuishi zaidi kama raia wa mbinguni katika suala hili kuhusiana na kueneza upendo wa Mungu kwa njia ambayo huleta nuru na haki kwa waliokandamizwa. Swali la nne: ni hatua gani za kivitendo zinapaswa kuchukuliwa katika kanisa lako mahalia ili kuakisi kujali kwa Mungu, upendo na haki katika jumuiya yako mahalia? Ni lipi mnalifanya vizuri katika jamii yako? Mnahitaji kuboresha na kujikita katika nini zaidi? Ni hatua zipi za wazi unazoweza kuchukua binafsi na kwa shirika ili kutenda kile tulichojifunza kuhusu upendo na haki ya Mungu. Hii ni Machi 28, siku ya Ijumaa, tukifikia tamati ya somo hili la kumi na tatu, upendo ni utimilifu wa sheria. Karibu katika robo ijayo inayosema vidokezo, tamathali za semi, ishara. Mungu atubariki sote, na karibu tena.